Nam tukiachana haa mtazamaji, ni kwamba mwanamume mwenye umri wa miaka arobaini na sita anazuiliwa kwa madai ya kumdhulumu kingono mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu katika kaunti ya Kericho, na kama anavyoarifu Maria Nyambura, ni kwamba mshukiwa huyo alikamatwa na wakaazi ambao walimfikisha katika kituo cha polisi cha Litein. Katika hospitali ya rufaa ya Kericho, mtoto wa mwaka mmoja unusu wanapokea matibabu hapa baada ya kudaiwa kudhulumiwa na mwanamume mwenye umri wa miaka 46 siku mbili zilizopita. The child had a Mama mtoto anadai kuwa alimwona mshukiwa akitoweka mwanawe, pia alikuwa amepoteza fahamu. Jana asubuhi ilikuwa kitu 11 mshukiwa tata anabatu, a, a, a, sendensiwa kabisa juu aliharibu mtoto wangu. Wakazi waliofahamishwa kuhusu yaliyojiri walijawa na hasira na kushinikiza hatua kali kuchukuliwa kwa mshukiwa Kipsigei Cheriot, ambaye sasa amekamatwa na maafisa wa usalama. Sasa hiyo kitendo ni kitendo cha unyama na tunakashibu hiyo kitendo kabisa. Tafadhali serikali fanya, fanya jambo. Niliangalia mtoto Nikapata mtoto amefanyiwa ame kitendo mbaya sasa nikaambia, sunaona ameharibu mtoto. Kamanda wa polisi wa Bureti Benedict Chirchir amesema kuwa mshukiwa atafikishwa mahakamani Jumatatu. Mirian Nyambura, runinga ya Citizen.